Kuomba, fungua kinywa chako, mwambie Bwana Yesu Kristo atawale nchi hii kwa amani, atawale nchi hii kwa amani. Azidi kuwapa viongozi hekima na maarifa, azidi kuwapa hekima na maarifa na afya tele. Tanzania izidi kuongoza katika njia ya amani, viongozi wake wawe na afya njema. Ilituuma mioyo wakati ambapo kiongozi ambaye tayari ametuwacha Rais Magufuli alipolala, lakini sasa hakuna kiongozi mwingine anayefariki Tanzania, ibakie na viongozi wake wakiwa hai. Somebody begin to pray, fungua kinywa chako na uanze kuomba. Omba, fungua kinywa chako katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu, barabara za Tanzania zijaye amani na usalama, hakuna ajali ya barabara. Anga za Tanzania mahali ndege zinapita zijaye amani na usalama, hakuna maafa na hakuna ajali. Sehemu za mito za Tanzania ijaye amani na usalama, hakuna mauti na hakuna ajali. Bahari zote ambazo zinapakana Tanzania pamoja na ziwa hakuna mauti hakuna ajali, ni usalama na amani. Yesu Kristo aachilia ulinzi katika ikulu ya Tanzania, kuanzia rais hadi yule wa chini zaidi, hadi yule ambaye anaitwa raia. Usalama na amani, usalama na amani, usalama na amani, usalama na amani. Maana wananchi wa taifa hili watazidi kudumu katika usalama na amani, watazidi kuishi katika usalama na amani, watazidi kukunywa maji ya uhai Roho analetayo usalama na amani. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Ikiwa Tanzania iko na Tanzanite, Tanzania iko na dhahabu basi taifa hili ni tajiri. Utajiri wa Tanzania izidi kuonja amani na usalama, hivyo itaweza kunawiri kibiashara, hivyo itaweza kunawiri katika uongozi. Utajiri wa mataifa mengi umeleta umwagikaji wa damu, lakini Bwana Yesu, tangu 1961 na 60s, taifa hili limejua amani, ijapokuwa iko na utajiri wa madini. Basi Tanzania izidi kuwa na amani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Rais wa Tanzania awe na afya njema, awe na hekima na maarifa na ulinzi katika Ikulu, pamoja na makamu wake, pamoja na mawaziri mkuu, pamoja na mdogo wake, pamoja na mawaziri, pamoja na viongozi wote, pamoja na kiongozi wa Bunge, spika wabunge pamoja na viongozi wote pamoja na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya kila viongozi, Yesu Kristo, unaachilia usalama na afya tele juu yao. Wanapotawala hekima na maarifa, niposarahia wanafurahia usalama na amani, wanapofanya biashara, wanapofanya kazi, wanajenga taifa lao. Wanafunzi wanapozidi kusoma, wakitoka chuoni, wanakuwa watu ambao wanakuwa patriotic, wazalendo wa

Mipaka ya baharini ipate ulinzi, mipaka ya maziwa ipate ulinzi, mipaka hata ya ardhi ipate ulinzi, na taifa hili litulie katika ulinzi, Yesu Kristo. Wakati watu wako wanaenda uchaguzi, wanaenda salama, vituo vya uchaguzi vitadumu amani, vitadumu na amani, watu watarauka mapema. Watarudi jioni, wataenda salama kwa amani, watarudi kwa amani maana taifa hili limefanyika nguzo ya mataifa mengine katika msingi wa amani. Macho yako makali yakaweze kutazama nchi hii, na ikaweze kuleta amani tele na tele na tele. Mfalme mwenye uwezo na mamlaka yote, na tunapoimba wimbo wa taifa, tunapopandisha bendera, ishara ya kwamba tunakabidhi taifa hili mikononi mwako. Wewe uliye hai, ulitawale nchi hii Ulibariki taifa hili na viongozi wake wote pamoja na raia walioko kwenye nchi hii, sio raia wenye nchi hii peke yao, lakini hata wageni wanaoishi kwenye nchi hii na wale ambao wamepewa citizenship ya kudumu kwenye nchi hii, na wote wanaoishi kwenye taifa hili watadumu katika amani. Maana Yesu Kristo, tumekuomba na umetusikia, na tayari umejibu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai tumeomba, tumeamini na hata tumekiri. Mtumpe Yesu sadaka nzuri ya makofi.